Wewe ni mfanyabiashara ama wewe, kwa majina nyingine mengine, tumekuwa tukipenda kujita mawinga, lakini unavyoweka status zako nyingi eh, ukiamini kuwa unawavutia wateja A, lakini ndani yake unapoteza wateja. Niulize, kwa nini? Kwa sababu tu aina ya ubunifu unaoitumia kuweka status moja moja, unaanza kukuta mtu ameweka status hadi 20 thelathini. Eh, akiamini kuwa ndo anaonyesha product yake vizuri, kumbe kati kati yao pale, kati ya zile posti zinakuwa eh, zinawakela baadhi ya watu wenye namba yako ambao aidha angekuja kuwa mteja mzuri. Leo nakwenda kukuelekeza mbinu ya kuweza kuposti WhatsApp posti chache badala ya kuposti posti thelathini, ukaposti uka posti, posti tatu au tano au nne au mbili au moja, lakini itakuwa imebeba dhima nzima ya ya ya product yako ambayo unaiuza. Naomba fuatilia video hii moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho ili eh, ukaweze kuseti WhatsApp yako baada ya kushika simu yako utafungua WhatsApp. Mimi na WhatsApp mbili, mi nitabonyeza. Baada ya kufungua, nitabonyeza pale juu palipoandikwa layout. Ikishafunguka nitabonyeza, itaniambia ni star layout. so nitachagua picha ambazo nataka. Baada ya kuchagua, nitahitaji kuchagua mpangilio upi na uhitaji, so mi nitachagua mpangilio huu hapa. Baada ya mimi kuchagua hapo, tatakiwa niweke caption. so nitaandika caption yangu. caption utaweka ya muundo wowote, so mi nitaweka rangi ya website baada ya hapo, status yangu itakuwa imekamilika hivi na ubunifu wa hali ya juu. Penda video hii, ni kuombe tu usisahau kubonyeza alama jumlisha iliyoandikwa alama jumlisha. Pia usisahau kubonyeza kopa ilo liloandikwa ili u like. lakini pia ucomment chochote kimicho kwa kiki kusumbua. Jina langu ni Rajabsynic.